Daraja la Huaji Grand Canyon daraja refu zaidi duniani limefunguliwa rasmi siku ya Jumapili tarehe 28 Septemba 2025 asubuhi, katika mkoa wa Guizhou kusini magharibi mwa China. Daraja la Grand Canyon la Huaji lenye urefu wa mita 625, sawa na futi 2083, lililopo juu ya bonde katika mkoa wa Guizhou sasa limeingia kwenye rekodi kubwa ya daraja refu zaidi duniani. Daraja hilo sasa ni kia ashiria cha mafanikio mengi makubwa katika nchi ya China, ambapo mpaka sasa China ndiyo inayoongoza duniani kwa ujenzi wa daraja refu na miundombinu imara. Siku juma ya Jumapili asubuhi, viongozi wa eneo hilo na wakazi kutoka makabila tofauti walikusanyika karibu na daraja jipya la Huaji Grand Canyon kwa ajili ya sherehe kubwa kusherekea na kujivunia daraja hilo kuwa sasa liko tayari kuinua maendeleo ya kiuchumi kijamii na nje ya China. Zaidi ya ukubwa na urefu wake uliovunja rekodi, daraja la Huaji Grand Canyon linasimama kama mfano wa kazi bora ya uhandisi. Ujenzi wa daraja hilo ulianza mnamo mwaka 2022 na, na baadaye kupata umaarufu mkubwa kutokana na kiteknolojia muundo wake unaostahimili upepo na mwinuko wa juu. Mamlaka za China zinasema ujenzi wa daraja hilo unapunguza muda wa kusafiri kati ya pande mbili za bonde hilo, ambapo awali watu walikuwa wakitumia saa mbili kuvuka, lakini kwa sasa mtu anaweza kutumia hadi dakika mbili. Mapema mwaka huu mnamo mwezi Agosti, timu husika zilifanya majaribio kwa kuendesha marodi 96 kwenye sehemu zilizotengwa katika daraja hilo ili kuangalia uimara wa muundo wa daraja hilo refu zaidi duniani. Kwa sasa daraja hilo ndiyo daraja refu na kubwa zaidi ulimwenguni lililojengwa katika eneo lenye mlima na mabonde. Kukamilika kwa daraja hilo kumegharimu kiasi cha pesa paundi za Uingereza milioni 216 ambazo ni sawa na shilingi bilioni mia saba na moja nukta saba za kitanzania. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.